tabisha mt shehe kutoka Mikumi ni imamu. Kuna maimamu hapa mwaka u mwaka uu, kuna maimamu wetu, ndio maana unasikia hizo sauti. Naelewa hapa

Raha ilioje wamekutana wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni raha ilioje wamekutana watu wanaotaka kwenda kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe upendo pamoja. Ni safari ya watu walioandaa miaka, mtu kachanga pesa zake, miaka. walipe na inshallah, ajalie safari hii iwe ni safari ya kusamehewa madhambi kama ilivyokuwa. Inshallah tuelewe sisi ni wageni, leo ni wageni wa Manasiki, lakini tunapopanda ndege hatuitena tena wageni wa Manasiki, tunakuwa wageni wa Mungu Subhanahu wa Taala, tunakwenda kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu lakini tukiambatana na taasisi hii ambaye taasisi mliyoipenda, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ajalie tuende salama, tufike salama, tufanye ibada salama, na yale yote yaliyokuwa chini ya Qur'ani tuyapate salama, na pia tufaidike na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam, kisha pia turejee kwa salama ni raha iliyoje, tumepata watu walotuzidi umri. Tunaye mama zetu, tunaye baba zetu, lakini sisi wadogo tukapewa ili gurudumu tula kuendesha. Si kwamba sisi ni wajuzi sana kuwashinda, sio kwamba sisi tuna kila aina ya kuwashinda, hapana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja anapenda kumpa kitu chake Nweza kuwa wewe umepewa mali hujapewa uongozi, weza kuwa wewe umepewa uongozi hujapewa mali. Kila Mwenyezi Mungu anamgawanyia mtu kitengo chake, na alhamdulillah sisi tutakuwa pamoja katika safari ya kwenda katika mji mtukufu wa Makka, na pia kiufupi sana wa hapa tunatanguliza tu ili tumsubiri shekhe na yuko karibu tu hapa, na mgeni rasmi ni samaha Sheikh Ali bin Khamis Ngeruko, naye ni naibu mufti wa Tanzania, kwa yeye ndo anakaimu umufti sasa hivi. Tulitamani sana labda angekuwepo mwenyewe mufti. Hawa ni wazee wazoefu waliohiji miaka mingi basi huwa tunapenda kuwaalika kwa sababu wanaijua ile Maka, wanaijua ile Madina, wanavijua vilivyomo katika Qur'ani na vilivyomo katika mafundisho ya hadithi za Mtume Muhammad so, na kwa nini tumeita semina? Ilikuwa yatosha tu watu wapande ndege, wasafiri kwenda haji, lakini unaenda kufanya nini? Ndo semina Yaani, hii semina ni unaenda kufanya nini huko? Je, ile miji ina adabu gani? ile miji inataka nini? kwa sababu kuna mtu alhamdulillah ana ya manukato yake mazuri, kumbe akishahirimia hafai kujipulizia. Sasa wewe umebeba chupa zako ishirini za perfume. Unataka ukienda Maka ubadilishe, leo pulize hii, kesho hii? Hapana. Kuna mtu ana mavazi mengi, mabegi na mabegi semina hii itakufundisha ubebe kilo ngapi, utabeba nini na nini, itakusaidia nini, wapi tutakutana na changamoto gani. Lakini pia hii semina inatushusha jazba, yani inatushusha uelewa, tuelewe. Yani hii semina imekuja kutufundisha sisi ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatuwezi kusema kwamba wewe uende kule upewe chakula cha aina moja alafu usisononeke. Ah, hatusemi kitu hicho. Sisi tunachotaka kukisema hapa ni lile swala la kiibada. Umeenda kule Makka, ukakutana na Muhindi kakutemea mate eh, sababu labda ana tabia ya kula pariki kila mara, lakini kakutemea sasa, na wewe ukusanye mate yako na? Hapana, kwenye semina hii inataka kutulizwa watu wana mambo mengi, na tutatoa pia visa vingi katika hizi siku za semina. Tutatoa pia visa vingi katika kujua, alaikum salam, tutatoa pia visa vingi vya wa watu karibu, visa vingi wa watu waliokwenda katika miji mitukufu, na katika miji hiyo walifanya nini mazuri, wakapata nini, na waliacha kipi, wakakosa kipi? hayo ndiyo ambayo tumeanza kuyaona katika semina, na semina hii itafundisha arkanul haji, nguzo za hija. Semina hii itafundisha wajibatul haji, zile wajibu zinazomfanya mtu kuwa yeye anakwenda kuhiji wajibu wake nini. Semina hii itafundisha sunanul haji, ni suna zipi zinazomfanya huyu mwenye kuhiji. Semina hii itafundisha shurutul haji sharti za mwenye kuhiji alafu, semina hii pia itafundisha vipi makatazo kwa huyo aliohirimia kuhiji. Makatazo yapi anayokatazwa nayo, anakatazwa kufanya nini? Kuna vitu vinakatazwa vingi ambavyo wewe ukishavaa ihram, na huyu mwanamke atakayehirimia saa hiyo tukashasema Labbaika hajjan wahtaramtu biha li ajli Llah au saa hiyo kashahirimia umra, labbaika umratan wahtaramtu biha liajli llah. Akishasema maneno haya, amefika katika miqati, mtu huyu itakuwa kitu gani kinampasa yeye aweze kuacha huku, utafanya hayo utakayeyafanya kwenye ndege utaruhusiwa kufanya, lakini pale tu unapohirimia, unakatazwa nini? Itaeleza wewe ndugu yako nani huko unapokwenda, shaga hajui Kiarabu zote za ulimwengu anajua kitogo huko. E, watu wengine wanaleta Udar es Salamu kule Maka, wanaleta ujuaji kule. Semina hii itatukataza vitu kwa kuleta ujuaji kwamba mimi naijua Kariako mtaa wa Kongo, na wale watu wote wanavojaa pale Kongo, ukaona ni Maka, hapana. Pale panataka subira, panataka kuelewa, panataka pia kutusikiliza sisi. Ndio maana nikatanguliza kusema sisi wadogo, nyie mmetuzidi umri, mmetuzidi kipato, lakini Maka itabidi sasa mtusikilize sisi sababu tunapajua, alhamdulillah, lakini pia ongozi ambao tutakaoambatana nao na wengine tukishirikiana nao kuendesha semina, huko kulia kwangu tunaye ustadhi Ramadhani. Assalamu alaykum. Huyu kule Makka amesoma miaka 12 katika mji wa Makka. Kaa pale miaka 12 katika jamia <coughs> ya Ummul Qura, ni katika watu tunaoshirikiana nao na ni katika viongozi wa hapa. Lakini tunaye Sheikh Awadhi, huyu anayetukaribisha karibisha, asalamu alaykum. Huyo kule Madina amekaa zaidi ya miaka mitano. Kwa hiyo nini hekima yetu kuwaleta hawa viongozi? Ni kwa sababu ya kuwa ni sehemu ya assalamu alaykum, karibuni. Ni miongoni mwa viongozi ambao tunaambatana nao, lakini pia tunaye mzee wetu mzee Yusuf tunaye hapa, ndio mwenyekiti wa manasiki nasiki ndio mwenyekiti wa taasisi hii na, meona... na leo ameona aje apate ufunguzi labda, nanyi mahujaji, dua zenu inshallah, huenda kule Maka mkamwombea sana, naye apate afya na Mwenyezi Mungu amkunjulie mambo yake yote inshallah. na mimi ndiyo kiongozi mwandamizi wa hii taasisi ya Manasiki. Alhamdulillah ni wadogo kiumri na ni wadogo kimaarifa wa kwenda kuhudumia hija, na alhamdulillah tumeanza kuhiji zamani tukiwa wadogo wadogo, mpaka sasa hatuna hizi hija zikihesabika ni ngapi, ama umra zihesabike ni ngapi. Ile miji tunaijua vizuri. E, hata saa nyingine tunakwenda kwenda huko e, kutafuta hoteli, tunakwenda kwenda huko kuwatafutia pia vyakula. Huyo ndo yanayehusika ni mimi. Kwa hiyo insha Allah, safari hii mtakuwa mna viongozi na kuna viongozi wengine wawili kwa hiyo mtakuwa na viongozi sita. Kwa hiyo alhamdulillah, e, tutakuwa hivyo, na kikubwa ni ushirikiano, kikubwa ni ushirikiano, lazima mtusikilize hapa, yaani kuna kitu tutawaomba lazima lazima, ukipinga kitakachokukuta, sisi tutakuacha. E, yaani tukikuomba kile utakacho utakachotaka kutusikia tusikie, lakini ukileta ujuaji kitakachokukuta sisi. Hatuwezi kupoteza muda, unaweza ukapotea siku nane siku saba. Eh, tutakuja kueleza watu wanapotea vipi. Eh, naona shekhe Insha Allah, ni furaha kubwa kwa kuingiliwa na mgeni wetu, na sasa tutamkabidhi moja kwa moja, ndio Shekhe Ali Hamis huko ni kaimu mufti wa <laughs> Tanzania na pia ndio naibu kadhi nchi. <laughs> kama sisi masaili ilmia tunakwenda kwao, tunapata baadhi ya ndio wazee ambao wamefanya haji wakiijua wa zamani enzi na enzi Sheikh Hamid bin Juma. Kwa hiyo pia e, pia nimesahau kuna dada yetu hapa nyuma hapa dada Aisha, samahani, ungesimama pia Huyu jamani pia mgemjua, salimie t huyu, tuko naye na hiyo taasisi hiyo imeshirikiana na Manasiki mwaka huu, na kuna taasisi ya Musafiri, kuna taasisi zinajiunga kwenda kufanya haji ili kutengeneza tu la ilaha illallah. Kwa hiyo mahujaji wake tutakuwa nao na mahujaji wa manasiki watakuwa nayo, kwa hiyo tunajumuika pamoja, na alhamdulillah ukashiriki na sisi kwa ukaribu sana, kwa mambo mazuri. Kwa hiyo tumwombee Mungu pia na atuombee naye pia anasimamia haji tangu 2005 2006 2007. kwa <coughs> hiyo ni watu wa kongwe wanaojua haji, sawa jamani, eh? Na alhamdulillah BAKWATA inasimamia haji tangu mwaka 1963 1965, BAKWATA ikisimamia nyingi kongwe, na alhamdulillah pia ina vibali vyote, sio taasisi ya mfukoni <coughs> sawa jamani, na vibali vyote, na alhamdulillah wenu vyote tutaweka visa. Mtaona kuna watu wanapiga simu, yuko huko shekhe, visa yangu iko wapi? Sio sahihi visa ya nini bwana, tutakupa visa, tutakupa passport, tutakupa ticket kutokana na majukumu yake na majukumu, majukumu makubwa ya serikali na majukumu ya kui. Na atusemee pia atusemee pia kidogo na pia atufungulie rasmi semina hii kisha atuachie sisi tutaendelea. Alhamdulillah. Haqqa hamdihi Alhamdulillahi wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin. Wa lmayamin ni la msingi likae kichwani mwako. <coughs> Endesha waliobaki ni watumishi wanamtumikia Mwenyezi Mungu. Wa mtu ukafika pale ukakuta mapokezi ya gogovyo usipaniki. Hili ili ningelipenda niwahusie uri umekwenda iharibu hadi. Nimesema hizi zama za wakorofi na ukorofi za saa kuliko utumishi sasa, unaweza ukawa unaishi na mwenzako chumba kimoja.